Yes, Real Madrid aliweza kutuma appreciation post ya kumpongeza Brahim Diaz mchezaji wao ambaye anaitumikia timu ya taifa ya Morocco katika mashindano ya AFCON ambayo yanaendelea kule nchini Morocco. Sasa, siku ya juzi Morocco ilikuwa ikicheza dhidi ya Tanzania kwa maana katika ile hatua ya kumi na sita bora ambapo mchezo huo ulitamatika kwa Tanzania kupoteza kwa goli moja kwa sifuri ambapo waliweza kufanikiwa kuingia katika hatua ya robo finali na kusubiri uh, washindani wengine ili waweze kupata ratiba sahihi ya nane wanapoenda kukutana naye. Sasa posti hiyo ya Real Madrid iliambatana na caption ambayo waliandika hivi: kwanza alituma emoji za bendera ya Morocco na Tanzania kuonesha matokeo ya moja kwa sifuri then wakamtag Ibrahim Qualified for the quarter finals na wakaitafsiri hapa kwa Kispaniola, clasificado para cuartos. Sasa baada ya posti hiyo, wana wabongo wakawa wamevamia sana katika peji hii ya Real Madrid. Kuna wakwanza huyo alikoment kuandika kwamba Morocco qualified but Tanzania won the game, kwa maana Morocco wamequalify kwenda hatua inayofuata, lakini Tanzania walishinda ile game pia kuna komenti ya bilioni ya kid ambaye aliandika mpira wa Afrika unaumiza sana, haki haijatendeka kwenye huu mchezo. Akahitaji bendera ya Tanzania na emoji ya huzuni kuonyesha kwamba kile ambacho kimefanyika katika mchezo huo hakikuwa fair na ndio maana ilisababisha Tanzania waweze kufeli na kutofanikiwa kwenda katika hatua inayofuata kutokana na, na mambo kadhaa ambayo yalilalamikiwa kwa mwamuzi kutochezesha katika ile haki na kusimamia sheria 17 za soka, lakini zaidi ya huyo, na pia kulikuwa na comment ya huyo anajiita Innocent Migoha ambaye aliandika hivi: corruption continues to destroy the dreams of many talented players across Africa. Unfair decisions, match fixing and uh, favoritism have reduced the trust of fans

The, uh, the foundation for the development of African football. Kwa maana kiwa anajaribu kuelezea kwamba rushwa imekuwa ni moja ya njia ambayo inaua na ndoto za vipaji vingi na wachezaji wengi sana Afrika. Maamuzi ambayo hayako sawa yamekuwa ni kikwazo kwa timu zingine kufikia malengo na hata kuwavunja nguvu wawekezaji kwa soka la Kiafrika. Kwa hiyo ameitaka CAF waangalie uwezekano wa namna bora ya kusimamia sheria uh, hizi kumi na saba lakini pia kwa kusimamia waamuzi ambao wanafanya vitendo ambavyo vinaweza uh, kutoleta manufaa kwa bara la Afrika. Sasa, baada ya comments kwa nyingi sana tuliona Real Madrid bwana wali repost lakini pia wakawa wanaonyesha kufurahia uh, ujio wa Tanzania katika ya peji yao, lakini pia wakiwa wanatoa pole kwa baadhi ya watu ambao wamekuwa wakilalamikia maamuzi ya referee Traore ambaye alichezesha mchezo huo dhidi ya Morocco, lakini kikubwa ni kwamba Real Madrid wamefurahi na wameona kwamba kuna nchi kama Tanzania ambayo kumbe ina vibe sana katika soka na ndio maana imekuwa miongoni mwa post ambazo zimepata uh, comments na like nyingi sana. Ni post hii ya Ibrahim Diaz ambapo Watanzania wamekuwa wakivamia sana na ku drop comments za kutosha, lakini pia ku like na vitu kama hivyo. So uh, wame appreciate kile ambacho wapenzi wamekifanya, lakini pia wameonesha uh, upendo wa kile ambacho kimefanyika. Unaumanigia kuhusiana na taarifa hii, tafadhali tuandikia kwenye comment section, subscribe, like na kushare video zetu.